Kassim Majaliwa Majaliwa ni mmoja viongozi waandamizi wa Tanzania ambaye alihudumu kama waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2015 hadi 2025. Safari yake ya kisiasa ni simulizi ya uadilifu, utumishi wa umma na uongozi wa kujenga taifa. Makala hii inachambua hatua kwa hatua maisha yake ya kisiasa hadi kutamatisha nafasi ya waziri mkuu. Alizaliwa tarehe 22 Disemba mwaka 1960 katika kijiji cha Namoto, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi. Elimu yake ilianzia shule ya msingi Mnacho, kisha chuo cha ualimu Mtwara, na baadaye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alifanya kazi kama mwalimu na baadaye afisa elimu, akijenga msingi wa utumishi wa umma. Mwaka 2006 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo, nafasi aliyoitumikia kwa ufanisi hadi mwaka 2010. Katika uchaguzi wa mwaka 2010, alichaguliwa kuwa mbunge wa Ruangwa na baadaye akateuliwa kuwa naibu waziri wa TAMISEMI. Mnamo Novemba 2015, Rais John Pombe Magufuli alimteua Kassim Majaliwa kuwa waziri mkuu, uteuzi ulioshangaza wengi kutokana na utulivu wake kisiasa. barua hii kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikielekezwa kwangu kama Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inahusu uteuzi wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na imeandikwa ifuatavyo: kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 51, ibara ndogo ya pili,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 Hata hivyo waziri mkuu atakayeteuliwa hatashika madaraka hayo hadi uteuzi wake uwe umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo kwa kutekeleza matakwa hayo ya katiba, nimeteua Mheshimiwa Naomba nirudie hapo. Mheshimiwa Rais anasema, anatuambia sisi wabunge: hivyo kwa kutekeleza matakwa hayo ya Katiba, nimeteua Mheshimiwa mbunge wa Ruangwa, Kassim Majaliwa alithibitishwa na Bunge na kuanza majukumu rasmi, akijulikana kwa msimamo wake dhidi ya rushwa, uwajibikaji na ukaribu na wananchi. Alisimamia kampeni za uwajibikaji serikalini, akihimiza nidhamu kwa watumishi wa umma. Aliongoza mipango ya maendeleo ya miundombinu, elimu na afya, hasa katika maeneo ya vijijini. Sasa waheshimiwa wabunge, tayari ninayo matokeo ya kura zilizopigwa. Idadi ya kura zilizopigwa jumla zote ni mia tatu na hamsini. Hakuna kura yoyote iliyoharibika. Kura ya hapana, hakuna hata moja. Zote mia tatu na hamsini zimemthibitisha mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa hiyo waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa amethibitishwa na bunge hili kuwa waziri mkuu kamili kwa jumla ya kura mia tatu na hamsini za ndio sawa na asilimia mia moja. Alikuwa kiungo muhimu kati ya serikali kuu na wananchi, akifanya ziara za mara kwa mara kusikiliza kero na kutatua kero. Kassim Majaliwa alihitimisha rasmi nafasi yake ya waziri mkuu mwaka 2025 baada ya kuhudumu kwa miaka kumi. Aliondoka madarakani akiwa na rekodi ya utumishi uliotawaliwa na utulivu, uadilifu na kujitolea kwa maendeleo ya taifa. Safari yake ya kisiasa ni somo kwa viongozi wa sasa na wa baadaye kuhusu umuhimu wa uadilifu, bidii na huduma kwa wananchi. Aliacha alama ya uongozi wa utulivu, usikivu na uwajibikaji akiheshimika ndani na nje ya Tanzania. Nilipata shida sana namna ya kumtafuta, na hili nalisema kwa dhati, wala si wafiki. Wapo waliokuwa mawaziri, wapo waliokuwa manaibu waziri, wapo waliokuwa wabunge, kwa hiyo nilikuwa na mtihani mkubwa na mtihani huo ilibidi nimuombe sana Mwenyezi Mungu anisaidie, siku ya mwisho ya kutangaza jina, na nakumbuka siku hiyo sikulala vizuri. Jina lililokuwa linakuja Majaliwa, Majaliwa. ni la Majaliwa, Majaliwa sikuwa nimemweleza, na ndiyo maana lilipotamkwa jina lake kwa bungeni alianza kulia kwa sababu hata yeye hakutegemea kuwa mbunge, hakutegemea kuwa waziri mkuu. Kwanza alikuwa ni naibu waziri. Utoke kwenye unaibu waziri, uruke haya madarasa yote mpaka ukawe waziri mkuu. Hongereni sana wanarwangwa, mlichagua mtu mwema, na nataka niwaeleze kwa dhati kabisa bila unafiki. Nimekuja mimi ziara hapa ya Ruangwa kuja kumpongeza Mheshimiwa Kasim Majaliwa. Anafanya kazi vizuri. Ananisaidia vizuri. Hata kufanya kazi na mimi ni kazi ngumu. Lazima ujipange sawasawa.